Asante sana e, katika wilaya yetu ya Moshi kama zilivyo wilaya nyingine ndani ya hii mikoa kumi na sita ambayo tume huru ya Taifa ya Uchaguzi ilikuwa e, inafanya awamu ya pili ya uboreshaji wa taarifa katika daftari la kudumu la wapiga kura, tulikuwa na siku saba tangu tarehe kumi na sita ya mwezi huu wa tano mpaka tarehe ishirini na mbili ya mwezi huu wa tano kwa ajili ya wananchi wale wote ambao walikuwa labda kwenye ile awamu ya kwanza hawakutimiza miaka kumi na nane, sifa ya msingi ya kuingia katika orodha ya wa wapiga kura, ama watu walikuwa wamehama makazi e, kutoka katika eneo jingine, wanatakiwa kuhamishia taarifa zao katika eneo letu hili. Lakini pia kama watu labda walipoteza ama kitambulisho chake kiliharibika na kukiwa na taarifa halisi ya kwamba kitambulisho hicho kilipotea ama kimeharibika, basi walikuwa wanapata fursa ya kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Zoezi hilo limekwenda vizuri ndani ya wilaya yetu katika kipindi chote cha siku saba na tumepata mwamko mkubwa. Na kwa tathmini ya awali ambayo tumeifanya baada ya kufunga zoezi la jana, watu wengi waliojitokeza ni wale ambao walikuwa bado hawajatimiza miaka kumi na nane, sasa wametimiza miaka kumi na nane na wameandikishwa sasa kuwa wapiga kura maana hao tunaita ni first time voters ndio ambao wamejitokeza kwa wingi, lakini pia wapo watumishi, wafanyabiashara na wananchi ambao wamehama katika maeneo yao, sasa wamekuja katika eneo letu hili la mkoa wa Kilimanjaro na wilaya yetu ya Moshi kwa ajili ya kuja kupiga kupiga kura kwao, wameweka wame taarifa zao kwao. Zoezi amekwenda vizuri, kulikuwa na utulivu, wananchi wamehamasika, na katika maeneo yetu yote ya vituo kuanzia asubuhi saa mbili mpaka saa 12 ya jioni wananchi walipata fursa hiyo ya kujitokeza. Kwao tunaamini wananchi wale ambao walikuwa bado hawajaboresha taarifa zao watakuwa wameboresha taarifa zao vizuri kabisa tayari kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi Oktoba 2025, ambao ni fursa adhimu ambayo serikali yetu imewapatia wananchi. Na mimi naendelea kutoa wito ya kwamba tunapoelekea kwenye uchaguzi huo, baada ya kuboresha taarifa zetu, tunaendelea kusubiri michakato kwenye vyama vya siasa kila kimoja, na pale ambapo sasa eh, wananchi watapata fursa ya kugombea nafasi hizo, wataanza mikutano ya wa hadhara tunaendelea kuwasiri vyama vyote vya, vya siasa wapite katika maeneo yote ambayo yatakuwa wamebainishwa, waende wakawaeleze wananchi e, nini ambacho wanatarajia kukifanya endapo watapata e, ridhaa ya wananchi. Lakini pia baada ya hapo, wananchi sasa wachague na kupima wale ambao watakuwa wanatosheleza kwenye nafasi za uwakilishi wa wananchi kwenye kata, kwa maana ya waheshimiwa madiwani, wabunge pamoja na rais.